Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya elimu utamaduni na michezo iliyochambua bajeti ya wizara ya habari utamaduni, sanaa na michezo katika bunge lako tukufu, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya habari utamaduni, sanaa na michezo fungu 96 kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Mheshimiwa spika, awali ya yote, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu kwa kuturuzuku uhai, kuendelea kutupa afya njema na kutuwezesha kukutana tena siku ya leo kujadili ustawi wa sekta ya za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa naibu spika kwa unyenyekevu mkubwa nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa wizara muhimu ya habari utamaduni sanaa na michezo hii ni heshima kubwa sana kwangu na naichukua kwa chachu ya kuendelea kulitumikia taifa hili kwa bidii weledi na uadilifu mkubwa Mheshimiwa naibu spika wizara hii ni muhimili ni muhimu sana kwa maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla ambayo kwa maneno mengine naweza kusema ni wizara yenye nguvu shawishi yaani soft power ya nchi inayobeba mtima wa taifa letu na kuitanabahisha katika kaumu ya mataifa. Sekta ya habari imekuwa na mchango mkubwa katika kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata taarifa muhimu zinazowawezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yetu. Aidha, utamaduni wetu ni, ni uti wa mgongo wa taifa letu. Hivyo kupitia sekta ya utamaduni serikali imeendelea kujenga uzalendo, kuhifadhi mila na desturi, pamoja na maadili ya Mtanzania. Mheshimiwa naibu Spika, kwa upande wa sekta ya sanaa imekuwa na nafasi kubwa katika uzalishaji wa ajira hususan kwa vijana na kuwa mabalozi wa nchi yetu nje ya mipaka yetu. Michezo nayo ni kiungo muhimu katika kujenga fahari ya maendeleo ya taifa letu. Michezo sio burudani tu, bali ni nyenzo ya kuimarisha afya, umoja na mshikamano wa taifa na chanzo cha ajira kwa vijana. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa heshima kubwa naomba nitumie fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada zake kubwa na dhadhati katika kuendeleza sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita. Mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta hizi yametokana na uongozi wake mahiri, wenye weledi, umakini na upeo mkubwa unaoendelea kulishamilisha taifa letu ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa naibu spika, kupitia uongozi wake madhubuti tumeona mabadiliko makubwa katika sekta ya habari, ambapo vyombo vya habari vimeendelea kupata mazingira ya wezeshi ya kufanya kazi kwa uhuru na uwazi, huku vikizingatia weledi na maadili ya taaluma ya habari. Aidha, katika kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita chini ya ya Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wa ya wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Tanzania, shirika la utangazaji Tanzania, TBC limepata mafanikio makubwa ya kujivunia katika nyanja za habari, habari, utangazaji, mifumo na na na rasilimali watu, upanuzi na usikivu, ujenzi wa wa wa wa makao makuu ya ya TBC jijini Dodoma, uanzishaji wa chaneli za za za, za kimkakati, uboreshaji wa maslahi ya watumishi na upelekaji wa habari za za za nchi nchi kimataifa kimataifa, hivyo kutimiza lengo kuu la kutangaza nchi kimataifa, pamoja na kukuza lugha adhimu na aushi ya Kiswahili sanifu na fasaha na utamaduni wa Mtanzania. Mheshimiwa naibu Spika, pia nimshukuru na nimpongeze mheshimiwa rais kwa namna alivyo mstari wa mbele kwa kuwa kichocheo cha ukuaji wa sekta ya michezo. Mheshimiwa Rais amekuwa akihamasisha timu zetu za taifa na vilabu vyetu kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa kwa kuwazawadia kila goli lililofungwa katika mashindano ya kimataifa. Ni wazi kuwa mchango wa mheshimiwa rais ndio chachu ya mafanikio na timu zetu za taifa na vilabu vyetu katika mashindano mbalimbali mbali ya kimataifa ambapo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30 jumla ya timu 6 za taifa zimeweza kufuzu katika mashindano makubwa ambapo Tanzania kama mwenyeji imefuzu katika kombe la mataifa ya Afrika Afcon 27 na chani 24. Timu ya taifa ya wanawake imefuzu katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika la wanawake yani CAF yani WAFCON yatakayofanyika nchini Morocco. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ilifuzu kucheza fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana AFCON under, under 17 Timu ya vijana wa umri ya chini ya miaka 20 imefuzu mashindano ya AFCON 2025. Timu ya mpira wa miguu imefanikiwa kufuzu katika mashindano ya AFCON 2024 na timu ya taifa ya wanawake ya futsal imefanikiwa kufuzu katika fainali za AFCON yani Women Futsal Cup of Nations 2025. Pamoja na tia kukata tiketi ya kushiriki kombe la dunia 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuipongeza klabu ya Simba kwa mafanikio makubwa walioyapata kwa kufanikiwa kufika. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuipongeza klabu ya Simba kwa mafanikio makubwa waliyoyapata kwa kufanikiwa katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mafanikio haya si tu yanatoa heshima kwa klabu hiyo, bali yanaitangaza nchi yetu katika ramani ya soka la kimataifa. Kupitia mafanikio haya, Simba imeweza kushika nafasi ya nne kati ya vilabu bora barani Afrika, jambo ambalo ni fahari kwa nchi yetu. Pia nitoe pongezi kwa mwanariadha mashuhuri na shupavu Alphonse Felix Simbu ambaye hivi karibuni alipeperusha vema bendera ya Tanzania kimataifa kwa kushika nafasi ya pili katika mashindano ya mbio za Boston, Marekani zilizofanyika nchini Marekani tarehe 21 Aprili 2025 mweshimuwa naibu Spika chini ya uongozi wa mheshimiwa dkt. samia suluhu hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania nchi yetu imefanikiwa kuwa wenyeji wa mashindano ya chan 2024, afcon 2027. pia kumekuwa na uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya michezo ikiwemo ujenzi wa viwanja vya mpira wa miguu katika jiji la arusha na dodoma ujenzi wa akademi ya michezo katika chuo cha maendeleo ya michezo malya na ujenzi wa vituo vya michezo na kupumzikia wananchi katika majiji ya dar es salaam na dodoma Mheshimiwa Spika, pia nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuwa bega kwa bega na wasanii wetu kwa kuweka mazingira wezeshi na maendeleo ya sanaa nchini ambapo wasanii wetu wameendelea kupatiwa mitaji kwa ajili ya kuboresha kazi zao za sanaa. Katika uongozi wa, wake Mheshimiwa Rais amefufua mfuko wa utamaduni na sanaa uliokuwa umekufa kwa zaidi ya miaka kumi na kipindi kifupi, jumla ya miradi 359 ya utamaduni na sanaa imepatiwa mikopo yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni mi, tano milioni mia mbili hamsini mi, na sabini elfu mia tano. Aidha mheshimiwa naibu spika na, mheshimiwa e, rais amekuwa mshiriki wa moja kwa moja katika matukio ya shughuli mbali mbalimbali za sekta zetu ikiwemo ushiriki wake katika, kama mgeni rasmi katika tuzo la ucheshi Tanzania, Tanzania Comedy Awards lililofanyika tarehe 22 Februari 2024 na tamasha la utamaduni lililofanyika mkoani Ruvuma tarehe 20 na 23 Septemba na juzi katika tamasha la Samia Kalamu Award lililofanyika Dar es Salaam kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa naibu spika hadi kadhalika niwapongeze sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa mbunge waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko mbunge naibu waziri mkuu na waziri wa nishati kwa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa katika kumsaidia Mheshimiwa rais viongozi hawa wamekuwa chachu na msaada kwa Mheshimiwa rais kwa kutupatia maelekezo pamoja na ushauri uliosaidia kuboresha E, kazi sekta hizi. Nawashukuruni sana na kuwapongeza sana ndugu viongozi wetu. Mheshimiwa naibu spika, kipekee naomba nikupongeze, nimpongeze Mheshimiwa spika Dr. Tulia Ackson mbunge spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliongoza kwa busara na weledi bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo na miongozo yake imekuwa msingi wa ufanisi mkubwa wa bunge katika kusimamia serikali kutekeleza vema majukumu yake. Vilevile nampongeza na kupongeza Mheshimiwa naibu spika e, Mheshimiwa Musa Azan Zungu e, kwa, kwa, kwa kusaidia na kukushauri kumshauri vema spika katika majukumu yake ya kuliongoza bunge Mheshimiwa naibu spika, nawapongeza sana wenye viti wa bunge Mheshimiwa Najma Murtaza Giga mbunge, Mheshimiwa Dr Joseph Kizito Buhagama mbunge, Mheshimiwa Deodatus Philip Wanyika mbunge, kwa kusimamia vyema na kwa ustadi mkubwa mijadala ya kibajeti katika bunge tukufu. Mheshimiwa Spika, naishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko mbunge, na Mheshimiwa Musa Ramadhan Sima mbunge, makamu mwenyekiti wa kamati, pamoja na wajumbe wote wa kamati kwa maelekezo, ushauri, michango na maoni yao kwa wizara yangu ambayo yametusaidia sana katika kuboresha kazi Mheshimiwa Spika, Naibu Spika Spika, pia nitumie fursa hii kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa maoni, ushauri na maelekezo ambayo yamekuwa yakisaidia wizara kuboresha vipaumbele, mikakati yake na pia kuweka msingi imara wa utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa ufanisi. Mheshimiwa eh, Naibu Spika, Mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chote hiki ni kutokana na ushirikiano mzuri miongoni mwa wadau wa wizara wakiwemo viongozi na watumishi wa wizara. Natambua mchango mkubwa wa viongozi wenzangu wa wizara wakati wa kufanikisha utekelezaji wa majukumu na mageuzi makubwa tunayoendelea nayo wizarani na katika sekta zetu. Nianze kwa kumshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, mbunge, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, kwa msaada mkubwa anaonipa katika kutekeleza majukumu ya wizara. Aidha, nimshukuru Bwana Gerson Msigwa, katibu mkuu, Bwana Metusela Ndonda, naibu katibu mkuu, wakurugenzi wakurugenzi wasaidizi, wakuu wa vitengo na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara na watumishi wote wanaofanya kazi kwa bidii na wanahakikisha mipango ya wizara inatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa eh, naibu spika, kwa namna ya kipekee naomba kutumia nafasi hii kukipongeza Chama cha Mapinduzi kupitia mkutano mkuu maalum wa chama uliofanyika tarehe 19 Februari 2025, kwa hatua ya busara na ya kizalendo ya kumpitisha Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa kiti cha uraisi kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu. Mheshimiwa naibu spika, tunapoingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, CCM tayari tumekamilisha kazi, iendelee na sasa tunasema kazi na utu, tunasonga mbele, mitano tena kwa mama Samia. Mheshimiwa naibu spika, nitumie fursa hii pia kuwapongeza kwa dhati mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kupitishwa kuwa mgombea nafasi ya urais Zanzibar, na vile vile nampongeza kwa dhati mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu ni muunganiko wenye nguvu, uzoefu na, usha, na, na, na, na uwakilishi bora kwa watanzania wote. Mheshimiwa naibu spika, nawashukuru wapiga kura wangu wananchi wa jimbo la Kilosa kwa kuniamini kuendelea kunipa ushirikiano mkubwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yangu na wakati wa kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazokabili jimbo letu la Kilosa. Ushirikiano wenu moyo wa uzalendo na utayari wenu ni nguzo kuu katika mafanikio makubwa tunayoyashuhudia yaliyobadilisha jimbo letu la Kilosa kuwa na miradi lukuki katika sekta zote. Naomba waendelee kuniamini, kwani kama wasemavyo wahenga, mwana hasahau mkono uliomlea. Nitaendelea kuwa mtumishi wao mwaminifu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni masikitiko yetu kwamba katika kipindi hiki cha bunge lako tukufu lilipatwa na msiba wa Mheshimiwa Dr Faustin Engelbert Ndungulile aliyekuwa mbunge mwenzetu akiwakilisha wananchi wa jimbo la Kigamboni ambaye pia alikuwa mkurugenzi mteule wa shirika la afya duniani WHO kwa kanda ya Afrika. Mheshimiwa Dr Faustin Ndungulile atakumbukwa kama kiongozi shupavu aliyewakilisha Tanzania kwa heshima katika majukwaa ya kitaifa na kimataifa, na upande wa michezo, kwa kuzingatia kuwa alikuwa mwanamichezo mahiri na shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba, kwa niaba yangu binafsi wizara na wadau wetu tunatoa pole kwako mheshimiwa naibu spika na spika, na waheshimiwa wabunge, familia ya marehemu ndugu, na jamaa na marafiki na wasanii, na na wananchi wote wa jimbo la Kigamboni. Mungu ailaze eh, roho ya marehemu mahali pema peponi. Mheshimiwa naibu spika, katika kipindi cha Julai 24 hadi Aprili 2025 taifa letu limepoteza wadau mahiri na wakutegemewa katika sekta zetu wakiwemo wanahabari, wana michezo, wana utamaduni na wasanii mbalimbali, e, ikiwemo Dr. Martha Koro ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa Bakita na uhamasishaji na, na, na wa matumizi ya Kiswahili sanifu na fasaha. Nitumie fursa hii kutoa pole kwa familia za marehemu wote, ndugu jamaa na marafiki, na kwa Watanzania wote kwa ujumla kwa kuwapoteza wapendwa wao. Tunaomba Mwenyezi Mungu azipokee roho za marehemu wote na kuzilaza mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa eh, naibu spika Hotuba hii imeandaliwa kwa kuzingatia maudhui na maelekezo ya hotuba ya Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali katika mwaka 2024/2025 na, na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka 2025/2026, aliyewasilisha hapa tarehe 9 Aprili 2025. Aidha, hotuba hii imezingatia maelekezo ya Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipohutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 Aprili 2021, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025, mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, ilani ya uchaguzi ya chama cha Pinduzi, mpango mkakati wa wizara na sera, sheria na miongozo mbalimbali ya sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo na maelekezo mbalimbali ya viongozi wakuu wa serikalini. Mheshimiwa naibu spika, hotuba yangu imegawanyika katika sehemu nane. Sehemu ya kwanza ni utangulizi. Sehemu ya pili ni dira vima majukumu msingi ya mwelekeo na vipaumbele vya wizara na taasisi zinazosimamiwa na wizara. Sehemu ya tatu inaeleza mapitio ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa kipindi cha mwaka 2024/2025 na sehemu ya nne inabainisha changamoto zilizojitokeza na hatua zilizochukuliwa ili kuzipatia ufumbuzi. Aidha, sehemu ya tano ni mpango wa bajeti ya wizara kwa mwaka 2025/2026. Sehemu ya sita ni makadirio ya bajeti kwa mwaka 2025/2026. Sehemu ya saba ni maombi ya fedha kwa ajili ya utekeleza mipango ya mwaka 2026 na sehemu ya nane ni shukrani na hitimisho. Mheshimiwa naibu Spika, kuhusu majukumu misingi ya mwelekeo na vipaumbele vya wizara na taasisi zilizopo chini ya wizara, kama nilivyoeleza, tumezingatia dira ya wizara na maelekezo hayo yote ambayo yametolewa eh, katika nyaraka nilizozieleza. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu Spika, katika hotuba yangu ufafanuzi wa kina wa majukumu misingi, na mwelekeo dira na dhima ya vipaumbele vya wizara umebainishwa katika kitabu changu cha hotuba kuanzia ukurasa wa kwanza hadi 9 ambacho waheshimiwa wabunge wamegawiwa. Bajeti ya matumizi ya wizara na mtiririko wa fedha kwa mwaka 2024 25. Mheshimiwa, mweshimiwa naibu spika, katika mwaka wa fedha 2024 25, wizara iliidhinishiwa ili bajeti yenye jumla ya shilingi bilioni 285 milioni 318 na 387 elfu kati ya fedha hizo mishahara ni shilingi bilioni kumi na moja milioni mia mbili themanini na mia moja kumi na sita na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 15 milioni 847 na mia nne themanini na tatu elfu na miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni mia mbili hamsini na nane milioni mia moja tisini na mia na saba. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati wizara ikiwa katika utekelezaji wa bajeti iliyoidhinishwa na Bunge lako tukufu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya mabadiliko ya kimuundo wa serikali kwa kuihamisha idara ya habari kutoka iliyokuwa wizara ya habari, mawasiliano na teknolojia ya habari na kuihamishia katika iliyokuwa wizara ya utamaduni, sanaa na michezo hivyo kuunda wizara mpya ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Mabadiliko haya yaliyoongeza majukumu ya wizara pamoja na bajeti ili, ili, ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa naibu spika, kwa mkutadha huo, hadi kufikia mwezi Aprili 25 bajeti ya mwaka 2024/25 imeongezeka na kufikia shilingi bilioni 310 na, na milioni 998589567 na, na senti 74 ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 25 milioni 590 na senti 74. Hadi Aprili 25, wizara imepokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni 261 milioni 670,322,610 na senti 89 sawa na asilimia 84.2 ya bajeti yote iliyotengwa mwaka wa fedha 2024/25. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 12 milioni 69,585,407 na senti 51 ni mishahara sawa na asilimia 56.0 ya bajeti ya mishahara. Bilioni 21 milioni 823,654,692 na senti 81 ni matumizi mengineyo sawa na asilimia 81.4 ya bajeti ya matumizi mengineyo, na jumla ya shilingi bilioni 226 milioni 977,182 510 na senti 57 ni miradi ya maendeleo sawasawa sawa na asilimia 86.9 ya bajeti ya miradi ya maendeleo. Utekelezaji wa majukumu ya wizara katika mwaka 2024/2025, sekta ya habari. Mheshimiwa naibu spika, majukumu ya sekta ya habari ni pamoja na kuratibu, kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa sera ya habari utangazaji ya mwaka 2023, sheria ya huduma za habari sura ya 20...